Una, umeangalia mpira bado dakika kumi, wakaanza kuingiza watu sita. Mpira ukawa unachezwa kwenye kumi na nane yetu, wote yakayaka, kila mtu anabinya ashua, tutafungwa tutafungwa. Tulivyoingia ndani tukawaona wameongeza, na sisi kati ya watu mashabiki wa Simba hakuna kwani waliokuwa na uchungu kuhakikisha kwamba wasifungwe Sie tumeona wamesema sisi eh. Walivyobadilika na sie tukabadilika, kuna ubaya okay? Au litaka watufunge kumi, wakasogea wametia watu wamewachukua watoto wao wayangabii wameweka timu nzima, sie tufanyaje? Mashabiki wanaojiiwa mkila watakimbia, au waloingia hawajafunga eh. hata goli moja eh. Sie tumewafunga nikiwa Mzaramo niko ndani eh. Dokta Mudi anawaweka eh. wao, Bodianga alifunga <laughs> Baraka alifunga, hamna watu Sifanye masiara aamu, wanasema mna furaha kwa sababu mmefungwa mara sita, mmetafutia hapa kujikosea. Hao walikuwa wanasubilia hii watufunge, waseme tumewafunga Simba Kwini, tumewafunga timu yao ya wakubwa na mashabiki yao. Tusubili nani hiyo kauli? na mabango walishaandaa imewatokea puani hapo. Mashabiki tutake jambo letu tu, ndio maana tunalalamika. Hawa wakiwa wanatufunga mara kwa mara hey. lazima tupigane kwenye jambo la kuipigania hey, nembo ya Simba hey, lazima upambane kwa nguvu hey, zote sio hey, nembo ya Simba ukaipiganie tu ukiolela, lazima wachezaji wapambane kwelikweli wakavuje jasho, sio tumevuja jasho, tumewapiga goli mbili. Kwa maana hii mnatuma salamu kwa kina mpanzo waelewe Wameelewa, washaelewa saa hizi e, wameona. Kwa hiyo wanakaa wanaona na wale mashabiki kama vile e, wamewafirigisa chini e. Si tunakosaje kuwafirigisa, na uwezo tunao e, e. Kwa hiyo tu, mechi ya dabi mtafurahi Sie leo tushetoka na furaha yeah. na haya tulikuwa tunayataka yeah. na Mungu amejali, atumeshinda yeah. tumepigana juu chini kuhakikisha tunawalaza na viatu yeah. na tunapoteza furaha yao yeah. tumewapoteza wote wananuna, yeah. bwana shetani, unasemaje? mimi naongeeni mimi hey. na ukweli hey. kama mafesi tuasua ku, ku, ku, ku, kusajili mchezaji huyu Mzaramu tu msajili, atoke Simba. huyu ni shida, yaani huyu anakuwa na wewe ba, nani aucho kakufundisha mziki? Mimi nilikuwa naona kitambi, labda una minyoo nini, labda jui. Wewe baba unacheza yeah. bori. Mimi nilikuwa naomba unisamee, nimekuponda sana, nime kwenye media na unisamee wewe. unadhibitisha kwenye vyombo vya habari, hakuna famous, awe Yanga awe Simba, naocheza kama Mzaramu. Kapika chenga, huyu ni shida ile sasa Hey, <laughs> <laughs> tuongee ukweli, Mzaramo. Ongea sana kwanza, tunamshukuru rais wetu wa jamhuri na uongozi wa serikali. Uh, tumeanzisha hili jambo, nyinyi ndio viongozi, ila la kufanya kwamba hii tu... mechi na hisi itarudiwa kwa kuwa uh... uh, uh, ma ni lakini, maumivu lakini uh, mimi nataka nisemeje, mimi naongea kweli ni halali. ila ile faulu ile ndio sio, ila hii mechi ilikuwa inabidi wacheze mafimas, maana inaitwaje Mastaa wa Simba na Yanga lakini mimi naona. Ah, ah, subiri basi, subiri basi. Tumecheza sisi, mimi niko ndani, Dr. Mudi yuko pale namba tisa na goli kafunga yeye, winga yuko Cholo yule, winga yuko mtoto wao. Huyu, huyu mwarabu wapi kipa? Kipa huyu mwarabu si tunayo kila siku. Ah, au atakuwa nani huyu hapa, Wydad bana hata kutudanga na ya kuongea bana, mimi na kupicha mwanangu. Ila wewe ni mchezaji. Ila anaitwa Mohamed Sarah, tunayo kila siku. Kwa sasa hivi Simba ilivyo mbovu pale kati ya wana kiungo Simba mbovu, inabidi ai, yenyewe kubwa. Acha acha acha, Simba imba. Kubwa mbovu. Sasa wewe umefungwa mara ngapi? Jezi mpaka umefungwa, kuna vitu ah. Samahani bwana mama, furaha pekee mnaoipata ni kwenye mechi kama hizi, ila ligi kuu ha, wala mtutoi uwanjani. Tumewafunga yeah, na walikuwa tunahitaji tuwafunge basi. Yeah, tunashukuru Mungu. Munguatupe zii, tunaiweza tumesimama, watu watano tu kwenye benchi pale, imeonekana miezi sita, siku moja imeo jana tu, hey. Lakini wao kila viwanja walikuwa wanaenda, tumeonyesha mpira hapa hapa, sio hapa, mpira hapa, mpira chini, mpira chini, yaani kazi leo. Walikuwa mawapi mbele yenu? jana nilipiga hivi hapa, leo mmeziona, leo Asante sana. Hii mechi sasa za dabi mpenye mashabiki mchezo. Eh, ndo malengo sababu mimi kazi ya ulinzi ilikuwa juu yangu. Leo <laughs> ilikuwa kama kama mlinzi. Eh, ndo kuone kama mlinzi. Eh, eh, Kwa kwa namba 8. Uh, sikutaka kucheza kabisa huh. Nikasema hii mechi si aibu hii mechi lazima nicheze. Ni ni ni ni, ni. Okay, kama mlinzi eh, hey, kama mlinzi. Kila kitu na bahati nzuri au bahati mbaya nimekuwa kama mlinzi na timu tumeshinda. Kwa hiyo manake nini mechi kubwa inayokuja ni lazima kamati nipewe mimi. Ulinzi. Nikipo hiyo kamati Simba anashinda tena. Mechi zilindwa vizuri kuna vitu. Ya, si kuna kazi nimefanya. Ni kwa sababu kazi nimefanya. Kuna mbinu nimetumia ambazo zimesababisha tuweze kushinda. Kwa sababu kazi ya ulinzi ni kazi si kazi nyepesi. Kazi ya ulinzi inasababisha timu ishinde au isishinde. Sasa ushindi ulinzi ulinzi wa leo ulikuwa si wa kitoto. Ulinzi wa leo ulikuwa si wa kitoto. Hata sindano inaonekana. Okay. Kwa lazima. Na kisha hakuna kinachoingia. Kuna kinachoingia na kinachotoka. Kwa hiyo ulinzi wa leo ulikuwa chini yangu. Kwa hiyo ilikuwa timu lazima ishinde. Ya. Kwa dabi dabi ya wachezaji sapeizio ni tena hey, nikabidhi ni nikabidhi shauri zao, wakinikabidhi yeah, mi timu itaenda kufanya vizuri zaidi. Mnyoa Yanga goli mbili, mashabiki wameziba midomo, ni uwezo umeonyeshwa, ikabidi wakimbie pambano. Wamekimbia marahisi, wametoka mara ya kwanza, pili, wakaja mara ya tatu wakagoma, mazima salamu, wanazima namba sita. Eh, kwa ujumla ni kwamba mechi hii jinsi ilivyokuwa tumeipanga na jinsi ilivyokuwa tumeshinda kombe mmeinua, nimeona semaji anatembea na kombe kama kombe la mashabiki. Mnashangilia hivi je la ligi kuu? Kwa hiyo na jinsi kwa tumeandaa kombe la mashabiki ni kama malengo tuweze kupata furaha kama tulivyopata furaha leo. Kwa hiyo furaha leo ni kubwa kwa sababu tuna miaka mingi tujaribia kombe lolote ma ama la mashabiki, mmelishangilia hivi je la ligi kuu itakuwaje? Tarajia kuona hili likitokea lini tena kwa mazingira kama, kama. Ah, ni Mungu atupe wakati tuweze kulipanga okay. Lingine zaidi kweli kweli naona mwaka unaofuata nimependeza. Kwa hiyo neno moja kwa wananchi sana mashabiki wenzako wa Yanga wavumilie tu. Na ndio wakati wetu ukishaanza hivi hata kwenye ligi uende hivi. Uende hivi wanasema mnafurahi mashabiki tu, ila kwenye ligi mkirudi kule mnawachapa kawaida. Hizo mambo mengine, leo ni siku ya furaha. Tunavyofurahi tumeshinda, Mesha mengine tena yaendelee. Shukran sana. Mungu awabariki sana. abariki sanawatupesisi, tunaiweza tumesimama, watu watano tu kwenye <coughs> benchi pale, shughuli imeonekana. Tumefanya mazoezi sisi siku moja tu, lakini timu imecheza kama imecheza miezi sita, siku moja maojana tu, lakini wao kila viwanja walikuwa wanaenda. Tumeonyesha mpira hapa hapa. hapa mpira hapa. Mpira Mpira chini. chini. kazi leo walikuwa mawapi mbeleni? jana nilipiga hivi Eh. Hapa Mmeziona, asante sana. Kama mbili, kama mbili watupe mechi kama ngapi? Kama mbili, tufanye kazi, maana sisi nani kama mcheze mashabiki mechi za, za, za, za, za ligi. Nakueleza hivi, utendaji kazi au ulinzi. Achana maswala ya ulinzi, sisi tunajua kwenye utendaji kazi. Nasema kama viongozi wananisikia, tunaomba bigi mechi mbili watupe, kamati yetu sisi hapa watuachie mechi kama mbili yeah, wajue tunachokifanya, wasipende kuweka wezoefu wa kila siku, watuachie na sisi sisi, tunajua jinsi tunavyofanya na wananchi wanasimba Sports Club watafurahi, mambo safi, ili mambo... Yeah, unaliona vazi la ushindi. Nataka niwaambie waandishi wa habari, ndo imedhihirika kwamba hata mechi kubwa yani Yanga huwa anaambiwa nendeni tutashinda nendeni mkacheze mpira, tutashinda. Sisi kama mashabiki tumewaonyesha leo Yanga. leo Mmefanikiwaje? yeah, yeah, tumefanikiwa, tumewakamata kila sehemu, yani wao hawakujua kwamba nendeni mkase, tutashinda. yani wana mipango, mipango, hata kwa timu kubwa nendeni, tutashinda. Lakini leo tumewaonyesha kabisa, hii sio timu ya ile mnapangiwa nendeni, tutashinda. Tumesema hivi na bila ile toka ingia toka ingia walikuwa nakufa chuma tano leo. Aha. Wakati huo mz Mzaramo anazima sita hatali. na Mzaramo wewe mwenyewe umemwona leo? Mimuona, ana kitambi huku na kule, mjacheza. mimi simekaa nje, mi ningeingia pale ndo ingekuwa balaa. Yaani wao wangekimbia kabisa. unasema huu ushindi, tunasema, tunasema hivi utakuwa endelevu, hata watu waamshe kesho, si tuko tayari kucheza nao. wana Yanga wanasema furaha yenu ni kwenye kombe la mashabiki, ila mwezi shinda. Sasa furaha yetu kombe la mashabiki kwa nini wanakimbia wanaingia? Kwa nini wanakimbia wanaingia? si watulie, wanaenda wanarudi, wanaenda wanarudi, bidi watulie, wacheze mpira, wanaenda kupumzika. Hapana. Dakika zikishaa kupumzika, nyenye mmezesha wachezaji ambao sio wanachama wa Simba nini? kama nini? wachezaji mmezesha sio wanachama wa Simba na maana walisusa. Hapana blaza, siku zote mtu akiwa tangatanga atataka kutokea, ataleta visingizio vingi. Wote waliocheza ni wanachama wa Simba Sports Club

Basi, nawashukuru, endelea na furaha yenu. Tunaendelea na mpira, haujaanza wakamleta yule ili kutupoteza maboya e. Sisi tumekubali e. Tukamfunga goli kipa yule yule e. Eza wauseme mamluki winga e. Cholo cholo anajua mpira wa kawaida winga e. Huku mtoto wa Okwi e. Anajulikana mamluki e. namba tisa dokta momi nacheza namba kumi e. Mamluki yuko wapi? Namba nane Tobi e. Kuna mamluki hapo e. Eh? Kujan... Ah, kama unaona umeangalia ume mpira eh. Bado dakika kumi eh.